Mwaka ah, yeah. yeah. yeah, no ilikuwa ni shuleni yeah, yeah. Ila ule mziki ilikuwa ni toka nyumbani ah. ni, ni okay. kwa mm. Nyumbani kwa sababu kwa sababu yangu ni kwaya master na mama yangu anaimba kwao, tulianzia hapo nyumbani, ni Mleba sasa. <laughs> Ndizi za Muleba ukumbuka? Sikiliza kwanza. Muleba <laughs> asante sana. sana. sana. Na shukuru sana. Furaha kubwa sana Mungu nah, sana. Mungu awabariki kwa sababu Moshi pia kuna ndizi. Ndizi ndizi. za ni kuna sehemu ya kwa ndizi za Muleba. Kwa sababu Mureba ni Kagera? Kagera, yeah, mm. Uganda. Okay, mm. Nisha elewa hamna lolote. <laughs> <laughs> Elewa wapi ndugu <laughs> yangu, hakuna huko ah, okay. Sawa, ulianza kuimba ukiwa Mureba? Yeah, Mureba. Na ulifanikiwa kurekodi? Nilifanikiwa ni kurekodi baada ya kumaliza form four, mm. yeah, ndo nifanikiwa kurekodi na wimbo ambao ndo huu hapa, ndo nilianza na nahisi ulikuwa wimbo wa pili kuandika, nakumbuka wimbo okay. wa kwanza ulikuwa ni warusi anti yangu mm. nikafanikiwa mm. ni hiyo nilikuwa form, form two, okay. nikafanikiwa nikaimba nika, kwenye harusi yake mm. mbo mwingine ndo huyu kwa sio hivi thamani thamani ikatoka thamani ndo ikapata sio hivi tu thamani bado sijaitoa sio hivi tu ndo nikaenda studio mm. ndo ikatoka ikiwa hadi sasa hizi ndo unaijua hapa hivi kipaji chako nani alikigundua kipaji changu nilikigundua yani ilikuwa sifi nisema mm. automatic eh okay. kwa sababu umezaliwa hivyo Mi nimeanza kupenda mziki ila yes, ah, sikujua okay. kwamba anaweza mm. kufanya Ndiyo. mziki yani uh-huh. ile sikuwa na ile ila mm, mm, mm. ila ngashangaa ninavyokuwa sasa, ninavyokuwa mm, mm. Kuwa. nimefika form 1 nakumbuka, ilikuwa ni mashindano sasa, mm, mm. ndio alifanya hivi eh, naweza kuimba, ngoja nijaribu. ilikuwa ni mashindano kwa form 1 ile mm. nilikuwa na mwenzangu anaitwa Mani Stanley yeah. ndio tulikuwa tuna compete kwenye darasa letu yetu oh, yes. nakumbuka, ilikuwa ni form 1 yellow tulikuwa mm. tunaitwa mm. ah, form kama seme unavyosikiaga, labda shule fulani wanasema fom, labda Kikwete, sijui fom nini. Sasa sisi ni majina ni ya rangi walikutumbukiza Hapana, yani sio kwamba kisa unaipenda Yanga ndo tangia. Ndio lakini amaanisha sasa hivi kulingana na mapenzi ndo timu yangu Yanga. Aha. Safi sana. Mwananchi. Mwananchi. Eh eh. Sasa unaona bana. Kwa hiyo ile form gani, form form form one, nika tuka kompiti na jamaa wangu Amani. Oh yes, Amani of course ali ni mchekeshaji fulani. Kwa hiyo ile wakam